Video hii nitakuonyesha kuwa MetaTrader 5 ni nzuri zaidi katika trading kwa sababu uh, MetaTrader 5 imekuwa modified zaidi upgrade zaidi kuliko MetaTrader 4. Japokuwa watu wengine wanasema kuwa MetaTrader 4 ni nzuri, lakini mimi nitakuonyesha kuwa MetaTrader 5 ni nzuri zaidi. Karibu jet defects, unaweza unaweza kanicheki kwa masiano ambayo inaonekana hapo, namba zangu ni hizo, unaweza kanicheki. Ukiangalia okay. Okay, hapa katika uh, dashboard ya MetaTrader 5 nimefungua trade yangu hapo kama unavyoona. Nimefungua trade yangu hapo kama unavyoona nimeplace order ya yaku buy, nimeweka take profit pamoja na stop loss kama unavyoona hapo order, okay, yangu ni hiyo hapo. Hapa ninatumia ninatumia MetaTrader 5 5 kiangalia hapo, natumia MetaTrader 5 hapa, uh, ndipo ambapo nimefungua oda yangu ya kuweza kubayi kutokana na analysis ambayo nimeifanya. Nimeona uh, hii sehemu inafaa mimi kuweza kuplace oda ya kubai, kwa hiyo nimeingia sokoni kwa kuplace oda ya kubai kama unavyoona hapo trade inaenda vizuri na hii ni Meta Trader 5 okay. Hii ni Meta Trader 5 okay. Sasa nimekuambia nimeweka uh, stop loss pamoja na take profit sasa, utajuaje kuwa uh, stop loss yako ula, e, utapoteza dola ngapi na take profit yako utapata dola ngapi. Kwa hiyo kwa kutumia MetaTrader 5 inakupa wepesi zaidi wa kuweza kujua uh, stop loss yako inakuwa na itakugarimu dola ngapi na take profit yako itakupa liwadi ya dola ngapi. Kwa hiyo kwa kutumia MetaTrader 5 inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumeneji riski. Kwa sababu haihitaji kuweza kufanya zile calculation za pips value. Kwa hiyo uki uh, double click katika hii line ya stop loss au take profit utaona hapo uh, hapa, in case kama trade ikipoteza nitakuwa nimepoteza uh, pips mia moja na mbili ndipo point mia moja na mbili kama unavyoona hapo, na stop loss inaonyesha ni dola sifuri point sita tano. Kwa hiyo kama trade ikienda long Nitakuwa nimeingia sala ya 0.65 USD na target yangu ni take profit ya dola 2.2. Kwa hiyo umeona uh, hapo nimetumia uh, ile risk reward ratio kama unavyoona hapo, ina maana nipo tayari ku lose 0.65 kuweza kuipata 2.2 2.3 dola kwa hiyo hii inanipa wepesi wa kuweza kujua nita lose kiasi gani na nita gain kiasi gani. Kwa hiyo unapokuwa unatumia MetaTrader 5 inakupa wepesi zaidi wa kuweza kukalkulate ile risk to reward ratio pasipo kuweza kutumia zile calculations za pips value, ambapo utatakiwa a, kuna formula ya pips value. Hii formula ya pipsi value nitaelezea katika video nyingine. Hapa leo nitakuonyesha tu ubora na ufanisi wa MetaTrader 5 katika trading za kwa sababu ipo kisasa zaidi. Kwa hiyo nime uh, light click au ni double click katika hii line ya take profit au stop loss, imenionyesha in case trade ikienda long itakuwa nime lose 0.65 USD na take profit yangu reward ni 2.23 pips 333. Okay. Kama unavyoona hapo, trade yangu inaenda inaenda uh, vizuri kutokana na uh, analysis ambayo nimeifanya. Pia kama utahitaji kuweza kujifunza namna gani kuweza tukajua namna gani ya position zangu hapo o uh, zinatengenezea dola moja. Kama unavyoona hapo, nina position kama kumi ambapo position inatengenezea

Kwa hiyo kwa kutumia MT5 inanipa hii option kama mimi ni scalper ah, kama nina sajangu ambayo mimi naitumia inakuwa ni scalp. Kwa hiyo inanipa wepesi zaidi kama nika trade katika, uh, high volatility kama unavyoona hapo, uh, volatility ni kubwa, ni moja point tatu. Umeona eh, moja point tatu. Ilikuwa ni dola moja, sasa imefika ni dola moja point tatu kwa hiyo nikitaka kuklose hizi oda, kuna metod ya fev yangu. Nita klose hapa ol position, au nita klose hapa up profit up position, au nita klose losing position. Kwa hiyo metod ya fev inanipa uwanja mpana zaidi wa kuweza uh, kufanya trade zangu katika efficiency ambayo ni kubwa kama uh, unatumia scalping, kwa hiyo inakupa wepesi zaidi kuweza ku skapu ni unachukua kiwango kidogo katika market kwa. Okay, hiyo okay. Kiangalia position zangu hapo zimenitengenezea zi dola 14. In case kama ukihitaji kuweza kujifunza unaweza kunicheki kwa masiano yangu hapo, nitakupa utaratibu na pia kama utahitaji uh, signal utanicheki, ila kuna utaratibu. Okay, kiangalia uh, trading yangu ni hii hapa inaenda kuweza kuhit take profit ya dola 2.23 USD au pips 338, okay. Kama unavyoona hapo, trading yangu ni hiyo. Setup yangu imeenda mule mule na kumbuka, niliweka uh, stop loss ya 0.65, maana kama trade haiendi katika side yangu niwe nimeshatoka sokoni, then nitatafuta entry nyingine. Kwa hii inakupa uh, uwezo zaidi wa kuweza kumeneji riski yako, lakini ukiangalia katika MetaTrader 4, uh, hamna hauwezi uka close hizi multiple order at the same time, kwa hiyo lazima uweze kuclose oda moja baada nyingine, au upige hesabu ya lots ambao umeitumia kwa, kwa oda zote Zeni uende ukafanya nini, Zeni ufunge kwa, kama unavyoona hapo, oda zangu ni hizi ta nitabonyeza hapo close all position. Kwa hiyo nikibonyeza hapo close all position, na kwa nimefunga position zote na nimechukua, uh, profit yangu. Kama ningetumia MetaTrader 4 ingenibidi niweze ku close order moja baada ya nyingine. Kwa hiyo MetaTrader 5 ni nzuri. Katika habari njema, nimeanza kutoa signal kwa gold pamoja na forex nimegawa katika package mbili. Basic package signal pamoja na VIP package signal. Hii basic package signal gharama yake ni shilingi 10,000 tu kwa mwezi lakini sio kila siku nitatoa signal. Kama utajiunga, uh, katika hii basic package signal. Na kama utajiunga katika VIP package signal gharama yake ni shilingi 30,000 kwa mwezi kila siku ita